Karibu, na hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi. Wizara ya Mambo ya Nje ya Misri imetangaza habari ya kurejeshwa nchini humo kutoka Marekani turathi 25 za kihistoria na za kisanii zilizotwaliwa enzi za ustaarabu wa kale wa Misri. Ubalozi mdogo wa Misri mjini New York ulisimamia urejeshwaji wa turathi hizo ambazo wizara ya mambo ya nje ya Misri imeeleza kuwa ndicho kiasi kikubwa zaidi cha nyara za kale zilizosafirishwa kwa njia haramu na zilizopatikana katika siku za hivi karibuni. Mkusanyiko huo unajumuisha vifuniko vya mawe na mbao vya sarcophagus, vinyago vya kauri na vilivyopambwa vya mbao vya mazishi, chombo kikubwa cha alabasta na mchoro wa mwanamke unaorejea nyuma hadi enzi ya Wagiriki na Warumi baina ya miaka 332 kabla ya Kristo kuzaliwa na miaka 640 baada yake. Vitu vingine vilivyopatikana pia ni aina mbalimbali za vito vilivyotengenezwa kwa madini mbalimbali ya chuma, sarafu ya dhahabu adimu kutoka enzi ya Ptolemy wa kwanza na sanamu dogo la shaba na mawe zinazoonyesha vipengele vya imani ya kale ya Misri na mila za kisanii. Wananchi wa Misri wamesema kurejeshwa turathi hizo za thamani kutasaidia katika mchakato wa kupoza majeraha ya nafsi yaliyosababishwa na uporaji na jinai za wakoloni, na kukuza utalii wa nchi hiyo. Nchi nyingi za Afrika zimekuwa zikitaka kurejesha turathi na dafina zao za kale zilizoporwa na wakoloni wa Ulaya wakati wa kipindi cha ukoloni, ambapo weledi wa mambo unatumai kuwa maelfu ya turathi za kihistoria zilizoibiwa na wakoloni barani Afrika katika enzi za ukoloni zitarejeshwa katika nchi zao za asili. Usiache ku like na kusubscribe. Hii ni saa bahari kutoka hapa Ayin Safi.